Hey. Kwa jinsi mimi ninavyokupenda mm -hmm. Kwa jinsi ninavyokupenda okay, mm -hmm, mi siwezi ku, kufanya mapenzi nawe kabla sijakuoa, siwezi kukuharibia usichana wako. Halafu mimi nawaheshimu sana wanawake, siwezi kukuharibia usichana wako kabla sijakuoa, hapa nasubiri mpaka nikuoe ndo nifanye na wewe. Tumeachana. Asa, kosarangu nini? Kumwambia siwezi kumwalibia usichana wake, anake wanasema, asante ya mateke, asante ya mateke ya sandi. <coughs>